Ndiyo, karibu Bryson. Wewe ni nani? Ndiyo. Na changamoto gani ambazo zipo hapa kijijini mkiwa kama wakulima? Ndio. Walilipia halmashauri, walilipia halmashauri na wakapewa stakabadhi inayoonyesha kwamba wamenunua, lakini mwaka elfu mbili na tatu nafikiri ilianza sekondari ya Isandura ndio inaonekana hapa chini. Ndio. Sasa kutokana na ujio wa sekondari hiyo, mm, wananchi hawakushiriki kikamilifu Ndiyo, lakini hawakuwa na mgogoro nayo ikaendelea, lakini ujio wa sekondari hiyo ndio ukawa mwiba sasa kwa, kwa eneo zima. Ndiyo e, halmashauri ya kijiji walitenga eneo la shule wakaipa shule kwamba wakatenganisha kati ya eneo la shule na wananchi. Ndiyo, lakini kwa bahati mbaya sana, ndiyo viongozi waliendelea chukua eneo lote wakidai kwamba ni la shule, na watewa. Mgogoro ulianza waa wa, wa maneno, baadaye ulipokomaa, wananchi hawa wakaamua kwenda mahakama, kwa sababu kila ofisi tuliokwenda tuliambiwa kwamba haki yenu mtaenda kuipata mahakamani. Nasema mwaka elfu mbili na kumi na nane baya sana sile yes, ush lakini tulipowapelekea baadhi ya wanasheria kupitia kwamba haki yetu imepotea, watu walisema kwamba aliyetoa hukumu hakutenda haki. Badala yake mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hiyo, hiyo hiyo ukaenda mahakama kuu akakata rufaa kwenda mahakama kuu, mahakama kuu ikatengua hukumu za mahakama Lakini kutoka hapo wao walianza kutumia ile hukumu ya mahakama ya, ya, ya, ya ardhi kwamba wameshinda na wana uhalali wa kuendelea litumia hili eneo. Wananchi walikuwa wamelima wamepanda mahindi, alikuja tajiri mmoja Mwasenga kavuruga. Ndio alipovuruga eneo hili lilikuwa lijaguswa ili tuipo hio ili. ilikuwa ni eneo hilo ambayo lina majengo majengo yanayoonekana aliingia kule kavuruga. Katika mwaka uliofuata kaingia kwenye hili eneo tena huyo huyo tajiri, na sio serikali ambayo inaonekana sasa. Inaonekana tajiri yule alitumiwa kuwanyang'anya wananchi kutokana na nguvu yake, ili baadaye wabaki nazo kama inavyoonyesha kwa sasa, kwa sababu ulio kwa tunashindana nao sio hawa wanaoonekana kujenga sasa. Sasa aliingia tajira ambayo huyo ni Bosenga. Lakini sasa tunaona Bosenga alipo, badala yake majengo yanaendelea. Ndio. Labda ni hatua gani mmezichukua sasa kwa viongozi wenu wa serikali ya kijiji, kata, wilaya, mkoa? Wana taarifa kama kuna wananchi wao wameharibiwa nani mashamba yao na kutaifishwa. Kuna ofisi ambayo hatujafika. Ndio. Kuanzia kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, kote taarifa ni wanazo hizi. Taarifa wanazo. Kwa hiyo, diwani mmemuona? Diwani ndio chanzo. Ndio chanzo. Ndio chanzo cha kunyang'anya. Hawezi kutusikiliza kabisa, badala yake anasema ya kwamba yuko upande wa serikali. Hmm. Ataendelea na, na mbunge wa jimbo lenu na taarifa anazo. Taarifa hizi mlipeleka, ni za maandishi ni za mdomo? Taarifa za mdomo. okay. Kwa hiyo labda, mna hatua gani nyingine? Sasa kwa sasa hivi mnataka mchukue hatua gani nazotaka baba kuzichukua Rakmau ndio ofisi zote tumeshafika. Ndio, nafikiri kuliko kuwa kumebakilekana